Dada, dada, dada. Eh, ndugu yangu, vipi? Mbona makele yamekuwa chizi? Ao yaani, dadangu, bora hata ningekuwa chizi, yaani bora ningekuwa chizi nikavua nguo nikatembea barabarani uchi nikajulikana mimi chizi kweli Yani mi mjinga, sijui mi mjinga wa mwisho, wamwisho. <laughs> shida nini dadangu? Hela amenitapeli. Unasemaje? una kama nimekusikia, lakini sijakuelewa. Mi dadangu, nimetoka hapa kabisa, nina lengo la kwenda kuchukua nguo. Mi sikuwa na nia mbaya yote ile, wala sikuwa na lengo baa lolote lile. Nimefika njiani, nikasema ngoja nipite kwa wakala nitoe hela nimetoa hela, wakati naenda sasa niendelea ni na safari, nimekutana na vijana watatu walikuwa wanacheza kamali, wamenishawishi wamenidanganya, nimeenda kucheza kamali, ila watu wamenitapeli mi dadangu. Hapa nilipo sielewi, yaani sijui hata nazi api, sijui nafanya nini, sielewi dadangu. Unajua mimi na wee, una utani mwingi sana. Mi sitaki masiara kabisa, yaani pesa wanachukuaje chukuaje? Nao vijana kina nani? Nieleze vizuri, wengine siwajui, ila nimemkalili mmoja. Kuna kuna kijana hivi mweupe ana dread. anapenda kuvaa crazy jeans, huyo ndo niliye mkalili, lakini watu wengine sikuwajua mimi, hiyo <laughs> hela nilokupa ukachukua mzigo? Yaani imepita jana tu leo tayari? Jamani, na hiyo nyingine tumebaki nayo hapa, matumizi nyumbani, a tunafanyaje? <sighs>

Ah, karibu mwali wangu. Asante ndugu wangu mm -hmm. Kilichokuleta ndugu wangu? Nimefikwa nyumbani kwangu na shughuli. Shoga yangu, una mtoto una ndugu, kusema na naolewa, utualike au naolewa wewe mwenyewe? Shoga yangu umejipata, uh -uh. Shoga yangu, hebu nitue kwanza nani yeye ataka itoka huko aje kunioa mimi? Na ikae kae hizi. Ah, sio kweli hapo. Na kweli. Hapo ndio nilipokuwa na pasubiri. Sina cha kuozesha wala sina mtoto wa kumtoa. Nimeamua tu kufanya shughuli. Nimekuja kwako kuja kuomba ku, mchango. Kwa nataka unijibu, utatoa mchango ama hautoi? Hmm. Makubwa. Haya, hiyo shughuli unaeka mziki au unaeka kigoma? Shoga yangu hapo ni kigoma tu. Mambo ya uchizi, mambo ya utaira. Maana nina mtu wangu amenikaa wa hapa. Maana nimeongea kwa mdomo siku zote hajanisikia. Yani hiyo siku nataka niongee kwa maiki ili aelewe kwamba kanikaa hapa, yani kanishika. Hey. <coughs> <coughs> Afadhali nami nipate kuchamba chamba, watu zangu maa. Kuna watu ninaona wananijia juu juu. Hmm. Wanataka kuona mziki wa kadogo. Bibi tafa tena koma kidogo kidogo, unataka kuchamba watu ya shughuli ya kwako hmm? Mama kwa kelele kama fikwa suti ila sawa, nitakufikiria kidogo, maana nisije nikakosa hata huo mchango wenyewe. Masi, unajua tena tajiri kadogo ai <laughs> unajichekesha tena. Haya, udugu wangu, mimi ndio nilichokuja kukifuata iko kwa kama unaanza kwa wape taarifa nimelianzisha kwa heri mtoto jua la utosi linamwakia, anabadilisha pesa zake tu la toto mdogo, mambo mazito asala. Ustazi, nyumbani kwetu kuna matatizo nakuomba, Ustazi. Ha, ha. Hebu subiria kwanza tuliza munkali, nieleze vizuri niweze kujua, na matatizo gani Ustazi? mimi nilitoka nyumbani baada ya kurudi, naita naita jina mdogo wangu aniitikii, wa nasikia mtu anaunguruma chooni, kwenda chooni namkuta mdogo wangu amesimama, wa sijua na majini, sijua na mapepo ta sili, Ustazi, naomba kamsaidia mdogo wangu. imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli. Nimekutoa kule ndani, kwa sababu sitaki mtu yote asikie maongezi yetu, nimekuleta hapa chemba. Hivi kiepe unaona, nichukuliaje eh? Mimi nikitoka na wewe unatoka, watu wanakuona huko, umebebelea madumu ya maji tu, unauza maji mitaani. Ina maana wewe sikupi pesa? pesa nazokupa mimi azikutoshi na kuuliza, hebu kwa siri hazi basi hiyo miko na mitaani, wapi na wapi. unavyozungumza ukitoka na mimi natoka, ah labda ningekuwa. nimemaliza nyumbani kwako kwa hapa mwaka mzima Ungesema labda nimepata rafiki. Rafiki zangu ni nyinyi wenyewe, kwa hiyo unaozungumza ay una ni mageni kwangu. Mm, unanitia. Si we mchokozi, amekuona kwa macho yake, upo mitaani umebebelea dumu la maji umeweka na mitege hivi, ukavaa na kofia ili watu wasikujue. We mbona unapenda kunizalilisha? Wewe umeniumiza sana kiipi mboni <laughs> <laughs> Soko mara cheka na kudharau mimi, na fly tu vile unavyosema na mategi aya, kwa unapo niona mimi hivi, haya matege nawekaje hivi? Si naanza kutembea hivi ah, kutembe, ah kando, ndo cha kweli <laughs> ah, labda kuna kitu ambacho nataka ni nikushauri, kwamba hebu e, jaribu kumchunguza mdogo wako, mfanye check up labda, pengine amewahi kuwa chizi, labda uchizi umerudi hivi. Kwa hiyo jaribu kumfanyia uchunguzi, mimi nadhani hayupo sawa. Na kitu kingine, siwezi nikajua kwa sababu gani, ila kila siku zinavyozidi kwenda pale, mimi najitahidi sana kuwa karibu na wewe, lakini na chokochoko zinazidi kuwa nyingi. Ila fuata ushauri wangu, hebu jaribu kumchunguza. Au kitu kingine, labda tusimkatalie, maana duniani wawili wawili, pengine labda akamwona mtu anayefanana na mimi, si najua tena. Mm, acha niseme duniani wawili wawili. Na unavyojua kujitetea, na unanijua kabisa mimi, kwako singoi dafu. Haya, niambie. Ah, kitu kingine ninachotaka kukuambia ni kwamba mnavyotoka nyumbani hapa mkienda kwenye mizunguko yenu, mimi nabaki mwenyewe afu na kuwa nimenyongonyea na kuwa mpweke. Kwa hiyo nilikuwa naombi ma mtu kama utabakiza pasenti kidogo, jebu kunchukulia simu kubwa. Eh, maana niko na simu kubwa bando likiwepo na kuwa na peruzi tu. Na kuwa naangalia vinavyoendelea mtandaoni. Kwa hiyo hata kama mkirudi nikuta bado nipo wapi tu. kuhusu simu usijali, unataka ununulia simu kubwa ili utafute lokwa mtandaoni, sio wivuo? <coughs> tena usione na kusimanga sana, nipe muda kidogo, ntakuchukulia. Kuna kingine kingine, nikuuliza tu kwamba nitaanza kuoga ndo nile au nile ndo ntaoga? Biasmini <laughs> Biasmini, Biasmini. Ah, ah. Ulikuwa wapi mshirika mwenzangu? Na mbona kama una wasiwasi hivi? Kama kuna jambo limekukuta? Nini shida tena? nimetoka kwa ule mtoto nimemtia udhaifu, lakini cha kushangaza nimemkuta yuko mzima kabisa. Nilivyotaka kumtia tena ulemavu naona kabadilika kutizama na mwana mzichendu, nikasema kumbe ana nichezee, nikaondoka. Na wewe tena vipi kwangu? Yaani hauwezi amini, hata mimi nimekumbwa na changamoto. Nilikuwa kwenye matembezi yangu, lakini nilipokuwa huko nikahisi kuna mtu amekuja nyumbani kwangu ama kuna kiumbe kimekuja nyumbani kwangu, ikabidi nirudi ghafla. Nafika nyumbani nakutana na kisokolo kwinyo, tena kikawa kinachukua mchanga wa nyumba yangu. Nilivomuuliza maswali akawa hajibu, lakini mwisho kabisa akatamka neno Chendu la masiko fanaye. Nikajua kumbe Chendu ndio kamtuma huyu kisokolo kwinyo, na mimi nikasema haiwezekani. Kwa kuwa amechukua mchanga wa nyumba yangu, siwezi kukaa nalo. Acha niende kwa mshirika mwenzangu, na ndio maana nimekuja kwako. Tunafanyaje kwenye hili mzee Manembo? Huyu sasa anapoelekea atatutia vidole vya macho. Sasa iliyobakia tufanye jambo kubwa sana, na kinachotakiwa huyu mzee, hakuna jambo jingine zaidi ya kufa tu huyu. Tuko tumuue, aondoke kabisa kwenye dunia. hii ni yenyewe kabisa. Lazima safari hii tumdidimize, tumtoweshe kwenye hii dunia. Haya, twende haraka sana. Tunaondokaje? Haona mavazi ya kazi? Akuhusu mavazi ya kazi wala usiona wasiwasi. Wacha nifanye haraka sana. Haya, twende tukafanya kazi yetu. Machozi yamekuwa mto wa safari. Habari yako? Salama, karibu. Asante. Mimi sijuja kupoteza muda hapa, nafikiri kuna majambo tulizungumza. Hata hivyo nimefuata majibu yake, nakumbuka lakini hili jambo so jepesi kama unavyofikiria wewe kwa sababu, hapa mi naishi na jiwe. Sawa, unasema sijui harudi, sijui yani haeleweki, lakini hapana mwana, yeye ndo alionileta hapa na yeye ndo nilikuwa naishi naye. Unazani siku akija kurudi kitatokea nini? Nafikiri nilishakwambia tayari kwamba huyo mtu namdai pesa nyingi sana na ndani ya uu mji, manake ameondoka kwa kunikimbia mimi, na sio lazima kama unavyofikiria kwamba anaweza kurudi hapa. Lakini kama umeshindwa kuniamini kwa hiki ambacho nimezungumza basi acha mimi nikafanye kama nilivyokusudia mara kwanza, nikachukua vitu vyake vya ndani vyote nikauze, afu tajua Basi basi, nimekubali, nime umekubali, eh? <laughs> Safi sana lakini, mi napenda sana amani, sipendi ugomvi. Kwa hiyo, nilikuwa naomba sana uwe hivyo tu, yani Unaitwa nani vile? naitwa Mkela. Mkela, labda <laughs> nikuambie kwamba upendo na amani hapa ndipo palipozaliwa, yaani mimi na upendo wa dhati kabisa. Naamini nafasi ulionipatia sitochezea, na wewe sito utafurahia. <laughs> Mungu nisaidie. huu si mm, ni mwanzo tu, lakini yajayo anafurahisha zaidi, utaipenda. Acha mimi niende kwenye mzungo wangu fulani huko, nitarudi kuwa na amani. Mbona Mungu Mjomba, hiyo safari uliyokusudia ni heri ukaihairisha, maana si salama kwako. Mm. Kwani umeshafahamu wapi naelekea? Na ni kwa nini umesema hivyo mjomba? hichi ambacho tumekifanya hapa ni lazima tumwangamize, na kisubutu kupita tunazika kesho. <laughs> <laughs> mm-hmm. Sawa, nimekuelewa mjomba, itabidi nisitishe safari yangu, ila mara nyingi sana nakuambia kuhusiana na haya maji hapa yanavyomwagika kama hivi, alafu ikiwa hapa kwenye huu mtaa wanategemea kuchota maji hapa kwetu, inakuwa sio vizuri. Pindi watu wakikosa maji hapa, itakuwa naenda kutegemea kisimani, hali ya kuwa yale yanatumika tu kwa ajili ya kunywa. Kwa hiyo uwe makini sana na hapa kwenye bomba. Sawa, nimekuelewa mjomba. Sawa, turudi nyumbani. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya. She mkipe kata, nimemkuta ndo ndani e. Eh, mwacha masiala basi kata, simepanga naye humu ndani wewe. E sasa kama amemkuta, zungumza naye sasa. Kama nimemwona mimi, kuna haja gani ya kukuulizia wewe? Nimekuuliza ili nijue kama yupo ndani, ili unitie kama hayupo, basi nijue <coughs> au kuna kosa gani mimi kumuulizia jamani? Ngoja kwanza, ngoja wewe, eti kanaanza kunifokea. Wewe umekuja hapa, uliza kwa utaratibu. Utaratibu unakuja unajikuta umevuduka. mimi nimeshachanganyika na hivyo na hivi hey. Sawa basi, Shemkipe samani Kata nimemkuta. Hivyo ndio watakiwa mtu aje kuulizia, si nakuja napayuka payuka kama kenge, naburuza buruza lami. Sasa hapa hicho kimtumisi ja kicheki kwa kweli, kila mtu anamka asubuhi, mchana, jioni navimishemishe vyake ko hapo, navonona mwisho naenda kumalizia vimishemishe ko sina na taarifa <tempo> nae kama katoka au katokoteketeka meshaelewa ishajua kinacho kusumbua tu ni mapeni, ninakwambiake hachana nako napenda masharadalo kuwa hata na mimi kwetu maskani huko Geita. Umeona, nikishakuwa na wewe hata nikenda maskani nakupeleka, narudi na mwali. Maana najua kabisa hapa kwenye utafutaji nikakosa hela, hata nikosa hela na mke. Kwa hiyo mangu atokapata vifaida faida konetu kujiongeza au nawe labda nachukulia, anaosema kama hivi ngombe maskini azai nategemea o ng'ombe maskini asieza, anakutana na ng'ombe dume wa kabila gani? Hii ngombe akisukuma utazaa tu wewe. Hivi unajielewa unachokiongea wewe? eh kenge kuchunda, unapiga komi utapiga di uchogo Mambo poa, vipi ah, shwali ah, naitwa Steno, sio. Naitwa nani mwenzangu? Naitwa Niza. Wao, una jina zuri sana, jina lako na ulembo wako vinaendana kabisa. Ah, samani Niza, bila shaka wewe ni mgeni mtaue eh? Hapana, mimi sio mgeni sema, so mtembeaji sana ah. Niza, kiukulio ni mwanamke mzuri mno, mwanamke mlembo mwanamke ambaye una kila sababu ya kuwa mwanamke. Um, ni marango ya kwanza nakuona leo, lakini marango ya kwanza hii kukuona, moyo wangu umedunda, moyo wangu umeshtuka, na yote sababu ya uzuli wako. Kiukweli, I wanna love you, nimetokea kukupenda sana. Kama hautojali naomba kupendwa na wewe. Umemaliza? <laughs> We hapana ah, ni nimeweka nukta tu hapo sasa, sikiliza jua bado alijazama, haujachelewa. Kama leo ilikuwa ni dhumuni yako kwamba ukutane na mwanamke mtongoze, basi endelea kutembea, utakutana na wasichana wengine utawatongoza. Mimi sio tepu yako, kifupi, siwezi kuwa na mwanaume kama wewe. Kwa hiyo usikate tamaa, maana nilivyokuona wakati unakuja nilikuwa sijajua unaenda mbele au unarudi nyuma, kapo la unga wewe. Akika mwanamke alivyokuwa anaumbwa Wallahi, Mwenyezi Mungu alitumia nguvu nyingi sana kumuunda kiumbe kama huyo, ametumia udongo mwingi sana. Cheki kule nyuma, cheki ndo nini? Sasa hili weniza wewe. <coughs> <coughs> Aga, majibu yako wapi? Maombi yanapotea, mbingu imechoka kusikia sauti zetu za oga. Ni utu mwisho hakuna anayejua. Tunasubiri kama mashua katikati ya kati bahari kuu. Hii ni ya tsunami. Aha! Hivyo hey. Kipunje, kumbe bado hujakoma. Nilikwambia nini kuhusu mama yako? Nilikwambia umheshimu. Tena uwe na nidhamu kubwa. Unapoamka asubuhi unatakuwa uhakikisha salamu yake umempa lakini ameniambia bado mnaendelea kushindana kwenye swala la nidhamu. Kwa nifadha noma nini sasa? Mimi nimetoka zangu huko kwenye mtikasi yangu, nimerudi hapa mtaani, naenda nikatulize fuvu ndani, tena mnaanza kuniletea noma. Mimi nimefanya nini sasa? Unaonekana bado jeuri. Sasa nisikilize, unakumbuka nilikwambia kama utaendelea na hiyo tabia hapa nyumbani kwangu utaondoka, lakini kabla hujaondoka hapa nyumbani kwangu nitahakikisha hizo rasta zako umeziondoa na sio lasta tu, mpaka hizo ambazo unavaa zimechanika utaacha kuzivaa mara moja. Sasa mitikasi hapa mtani na lasta zangu zinahusiana nini? Nywele zangu mimi zimekufanya nini faza? Kama kumheshimu mimi siwezi kumheshimu ule utumbo tu, yani utumbo unaoliwa na ndizi mimi niuite mamdogo? Ah, hiyo sio kweli faza, utanisamehe tu. Kama unataka kufahamu walisema akili ni nywele, sasa sio nywele hizo ambazo wewe umezifanya zimekuwa kama za kike haraka sana. Sina maongezi mengine na hayo. Sema nini fadha. Buruda wewe unafagilia makopa kopa hiyo hapo haipingwi. Sema mimi nakupa ushauri tu. Ukitaka tena kuleta pisi hapa ndani, ulete ambaye umeendana naye wewe umri. So unaleta shomia ambaye inaendana na mimi umri. Umo ndani tutalizidi kuletea na upagalo alafu mwenyewe nishapagawa sielewi. Kipunje. Wewe kipunje. Ah, ah, ah, ah. Yaani haheri ningekuwa na mtoto wa kike kuliko huyu ambaye anasumbua. Sasa yeye asukerasta na wanawake nao asukerasta. Hapo inakuwaaje? Ila nahakikisha ni lazima ataziondoa hizo rasta zake na sio rasta mpaka hizo nguo. Hebu ngoja kwanza tulia, hivyo hivyo.

chafuka mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana na kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sio ni mwisho, sio ni ni kama dunia imesahau hazina